Ida, um, tuta, uh, na, napenda kuhusia tena kwa mara nyingine bila ya kuchoka kwamba uh, sisi wa Tanzania sote ni tuko mandugu. Bado haijakuwa uh, haijakuwa sababu ya madini zetu ama rangi ya ngozi yetu ama kabila zetu iwe sababu ya uh, kutufanya tukuwe uh, na tofauti tugombane. Uh, na, na kunahusia sana tukuwe tunapendana kwa wakati hii, na pia tukuwe tunaombeana dua sana, tunafanyiana masala na maombi, na naomba kila mtu ambaye yuko hapa uh, asikubali kufanya jambo kwa kutegemea akili zake peke zake ama uh, busara zake peke zake, lakini tukuwe tunamuweka uh, Mungu mbele sana. Na tunamshirikisha <coughs> Mwenyezi um, Mungu mtukufu katika kila ile jambo tunafanya, sababu Mungu peke yake akuwe ya uh, anaweza kutupatia busara na hekima, uh, na hekima na, na maono juu ya ile mambo zetu uh, uh, tunafanya tu. Tuendelee kukumbuka sisi ni ma watu ambayo tuko madhaifu ma sana, hatuko na elimu uh, hatuko na nguvu Uh, hatuko na mauwezo kwa sababu uh, tunamtegemea Mungu, na kwa sababu tu Mungu peke yake ni ah, si mtu ambaye anashindwa na jambo. Kwa hiyo ninaomba sana tukuwe tu tunamwegemea uh, Mwenyezi Mungu juu ya hizi mambo chafu ambayo uh, inafanyika. Uh, jambo la pili kabla sijaanza kukuwa naongea uh, leo niko na mahabari kidogo mazito, sasa mukuwe munajaribu ku Uh, uh, kusikiliza vile, ikiwa imeharibika akaunti wanaweza wakani ban kwa muda mrefu sana, sababu uh, leo nilikuwa pia na masimu ya mawatu za Ikulu uh, wamekuwa nasema sasa nimekuwa nawatishia na, uh, na mambo kama hizo, kwa hiyo wanaweza wasikuwe tayari niweze kutoa hizi mambo hapa uh, japokuwa, nilikuwa na wakati mzuri sana ya kuongea na dada zetu ile wanaharakati uh, tunakuwa tunawaheshimu, tuna tuna na tunawaamini tumechangia mambo mengi na imekuleta faida kubwa. Jambo ya mwisho, kabla sijaanza kuongea, kwa sababu naogopa wasija katoa ma account katika leo, iko hatari hiyo. So mujaribu kucheza na account ya kwangu ipate kupakia hivi. Uh, jambo ya mwisho naomba kuhusia kitu muhimu sana, ndiki zangu, utukufu ni sifa ya Mwenyezi Mungu peke yake. Uh, mimi peke zangu sistahili hiyo mambo uh, ya utukufu na uh, uh, sifa ambayo munanipa hii mambo. Wanaostahili tuwafanyie ni wale watu ndugu zetu ambaye tayari aliuliwa kwa sababu tu ya kuileta taifa yetu ikuwe salama, wale ndugu zetu ambayo uh, wameuliwa kwa ajili ya taifa yetu tarehe 29 Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Wale ndizo watu ambayo wanahitaji hizi uh, pongezi na sifa ambayo munadhani mi peke zangu nastahili. Mi nakataa kwamba uh, sistahili hii jambo. Tumtukuze Mungu sana, sisi sote ni watu moja na sote ni ya Tanzania, sote tuna mipango mamoja na sote tuna mchango mmoja, sote tuko na mchango mmoja juu ya hii mambo ambazo tunafanya uh, kama mtakuwa uh, ili watu nyote munanisikia, ninaomba mukuwe mnaniambia uh, kwamba tunakusikia hivyo, okay, niweze kuendelea moja kwa moja. Sitaki kupoteza uh, sitaki kupoteza muda sana leo. Unasikika? Unasikika? un... okay. Unasikika? uh, okay. Uh, asante sana kwa maana hiyo, ndugu zangu uh, kama ninavyokuwa nawaambia kila siku kwamba mimi sipendi kurejea zile mambo ambazo nimeshawasomesha, zile mambo ambazo nimeshasema na kila siku nakuja na mpasuko ya moyo mpya, kwa sababu tuhakikishe lengo letu kubwa sisi ni kuiparalyze serikali. Sasa uh, kama mtakuwa mnakumbuka nilipea uh, masaa arobaini na nne benki ya BOT ikuwa inatoa taarifa sasa. Leo itabidi kuna mambo ni yaweke wazi, kwa sababu uh, uh, uh, kwa sababu tu ijue dunia nini kinaendelea, na watanzania nyote mujue nini kinaendelea. Ndugu zangu uh, kila, kila central bank ya dunia, kila benki kubwa yeyote ya nchi ina mifumo zake Uh, ya kufanyia kazi na ina mifumo zake ya vipi. Uh, kwa lugha nyepesi ina operate mambo zake. BOT wana mifumo mitatu muhimu sana uh, ambayo bila ya hizo mifumo hakutoweza kukuwepo na mshahara, hakutaweza kutumika benki zozote ikafanye kazi hakutaweza wawekezaji yote kuweka pesa ama kutoa pesa ndani ya nchi. Na mifumo hiyo, ya kwanza inaitwa uh, government electronic payment gateway, kwa lugha ya nyepesi kwa watu ambao najua wako hapa eh, inakuwa ni GEPG. Ndugu zangu, ninaomba sana hizi mambo ninawaambia, mkuwe makini sana kwa sababu uh, mimi nimeweka ahadi ya ku paralyze serikali na nimeweka kiapo changu mpaka kwa rais uh, Tomoko Akane. Kwa hiyo hii mambo nafanya iko, iko wazi na siko hapa kufanya majaribio. ninamwambia kitu uh, mjue kama nchi uh, sasa hivi nini hasa inaendelea na mkuwe na tahadhari peke zenu uh, mjue nini inaendelea. Sasa hiyo ndiyo mfumo ya kwanza inaitwa Government Electronic Payment Gateway, na mfumo ya pili inaitwa Tanzania Interbank Settlement System, maana yake ni TISS. Pikizeni u utakwenda kusoma hizo vitu, na mfumo ya tatu inaitwa TIPS, kwa maana yake ni Tanzania Instant Payment System. Sasa jiki yangu, kabla sijamwambia nini inaendelea, naomba kidogo kuwapa elimu hizi ni kitu gani na vipi zinafanya kazi na kwa nini uh, na nini inaendelea sasa hivi kwa benki kuu ya Tanzania. Naanza hapa sasa, hii Government Electronic Payment Gateway ambayo ni GEPG, maana ni nini hasa kwa Kiswahili, ambayo najitahidi kuongea Kiswahili fasaha sana. Uh, huu ndiyo mfumo mkuu kabisa na muhimu sana kwa malipo ya serikali. Hii inaitwa GEPK, G E P G. Tafadhali ndugu zangu, ile mtu ambaye yuko hapo na pen, naomba andike hizi mambo ukajifunza peke zako, uende kasome, uh, kabla sijamaliza hii taarifa ya kwanza, na kwa sababu iko hatari leo uh, wakiniban kwa muda mrefu sana kwa sababu wamejaribu hiyo kitu hii Government Electronic Payment Gateway ni mfumo mkuu na, mu, na muhimu sana kwa malipo yote ya serikali. Maana yangu ni kama serikali inatumia hii gap kukusanyia mapato yote ya nchi nzima kupitia nambari zile za malipo ambayo kwa kitaalamu unaweza ukasikia kitu inaitwa control number ka English, kwa sababu tu uh, hii live hapa wamekataza moja kwa moja kuongea English. Sasa nakuwa najitahidi kutafsiri kwa uzuri sana niogope, nisije ni nikapigwa ni nyundo na kakasama ya kushushwa hapa sasa. <laughs> <Tasa, laughs> Uh, inatumikaje? okay. hii mfumo ya Government electronic payment gateway ndiyo mfumo pekeye unatumika kwenye wizara zote za Tanzania kwenye taasisi yote ya Tanzania kwenye mpaka vyuo vikuu mpaka mashirika za umma zote zinatumia mfumo huu, kwa sababu mfumo huu ndiye mfumo pekee ambayo unahakikisha malipo uh, yanaingia moja kwa moja uh, kwenye account zilipo kwa, ile kwa account ambayo iko kwa, kwa BOT. Okay. Sasa pia na jambo, jambo nyingine kwa kitaalamu eh, kuna kitu inaitwa eh, reconciliation. Hii ndiyo mfumo pekee ambayo Tanzania iko nayo kupitia BOT ambayo inafanya hiyo reconciliation ya mapato kwa uhakika na haraka. Huu mpaka sasa hivi ndugu zangu tunaongea, huu mfumo uko chini ya ulinzi yetu, na kama serikali itafanya jeuri vile tunataka Narejea tena na wapia mimi ni muumini wa Mungu, hata Mungu akuweza kutoa roho yangu hakutokuwa na malipo kwanze. Na kama serikali itafanya jeuri vile tunataka, narejea tena na wapia, mimi ni muumini wa Mungu, hata Mungu akuweza kutoa roho yangu hakutokuwa na malipo. Kuanzia Disemba hakutakuwa na bank, hakutokuwa na mishahara. Hii mfumo ya kwanza. Tunakuja ya pili Mfumo ya pili inaitwa Tanzania Interbank Settlement System ambayo nimewatajia tayari. Sasa unaweza ukauliza hii ni nini maana yake na, na, ni kitu gani inakuwa inafanya. Na wapa tafsiri tena hivi kwa Kiswahili kama ile ya mwanzo nimewapa. Nimewapa ya mwanzo ya uh, Government Electronic Payment System ambayo ni GEPG. Nimekuja namba mbili kwa sababu ambia iko tatu ambayo ni TI SS, Tanzania Interbank Settlement System. Nini maana yake? Hii ni kitu gani? Huu ni mfumo wa malipo makubwa. Kama ile serikali ina kuna malipo ya kawaida zile mandogo mandogo na kuna malipo makubwa. Inatumikaje? Huu mfumo uh, unatumika kwa malipo makubwa ya serikali kama vile mishahara kupitia zile mawatu wanapata uh, mishahara kupitia mabank. So, mishahara zote ya Tanzania lazima itumike hii system kufanyika malipo ambayo uh, ni Tanzania Interbank Settlement System na yingine inatumia mfumo huu kufanya kitu naitwa uh, uhamisho mikubwa wa fedha kwa taasisi. Kwa sababu ile unaweza ukaona, uh, serikali inafanya mahamisho makubwa ya mapesa Aidha, kwa kutia ndani ya nchi ama kwa kutoa ndani ya nchi, haiwezekani bila ya hii mfumo. Na jambo lingine, hii ndiyo mfumo pekee peke yake ambayo malipo ya miradi ya serikali inafanyika. Miradi ili yote wewe unajua peke zako ya serikali ili ifanyike malipo zake lazima itumie Tanzania Interbank Settlement System, ambayo nimewaambia ni, meambia, ni TI SS. peke zenu, naomba mujitahidi muandike hizi mambo, kwa sababu uh, nitakupeni manafasi mukuwe munauliza na muende mkajisomee peke zenu. Hii ndio ya pili na hizo ndio inafanya kazi, na mfumo wa tatu inaitwa TIPS ni T I P S, kirefu yake, Tanzania Instant Payment System. Nini maana yake? Maana yake uh, huu pia ni uh, mfumo ya malipo, zile malipo za haraka haraka ile malipo ya hapo kwa hapo ambayo inaunganisha bank na mitandao za simu, kwa sababu ile Afrika iko kitu inaitwa mobile banking kama ile ma M-Tigo Pesa. Sasa ile pesa hata kama mtu unatuma lazima kuna mfumo mkuu inapita ambayo iko ina BOT, na hiyo mfumo inaendeshwa na BOT peke zake na inaitwa TIPS, ndio hiyo Tanzania Uh, instant payment system. Sasa serikali pia mda mwingine inaweza kutumia hii pia TIPS pale wakati tu malipo yanahitajika kufanyika kwa mara moja mara moja, yani kwa ile kwa, kwa maharaka kupitia njia za electronic. Inaweza inaunganisha pia hii uh, mfumo sasa ndugu zangu. Uh, kabla uh, nilihisi ipo na umuhimu sana kuwapea maelimu juu ya hizi mifumo ni nini na vipi inafanya kazi na, na kuombeni sana ikiwa nimezungumza jambo ambayo haijafahamika kwa ufasaha sana, niko tayari kurejea. Ndugu zangu hivi sasa hivi tunaongea hii mifumo tayari ipo totally disrupted. Tumeingilia, japo licha ya ukweli ya kwamba wapo na access ya kufanya peke zao wa wako na access pia na sisi pia peke zetu tuko na access, ni, niko naa na, niko na mamtu, nimestaajabu sana kuona mpaka sasa BOT haijatoa taarifa rasmi kwa wawekezaji ya Tanzania pamoja na raia za kawaida ambazo zimeweka mapesa zake kwa mabank kuwaeleza hatari gani ipo kwa nchi yetu, na wanajaribu Uh, hii tatizo kwa ile njia peke zake, uh, wanajua wanaweza kufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, uh, hii mifumo tayari tumeishikilia na tunaitaka tuna, tuna serikali Tanzania, kwa sababu hii jambo uh, ikiwa ni ya uongo, maana yake italeta taharuki. Kama wataweza kukiri kwamba hatujaingia kwa hii mifumo, tuna, wa, tuna wa challenge BOT Tanzania kupitia wizara yake ya fedha wakiri kwamba hili ja, hili jambo hatujaingilia bado. Tuna challenge BOT, iseme kwa ukweli zake peke zake kwamba hii mifumo bado hatujaishika. Lengo yetu ya kushika hizi mama system si kwa kuwa tunahitaji mapesa sisi, ni watu tunamwamini Mungu sana. Lengo yetu kubwa, nimewambia, tunafanya kitu ambayo tuna paralyze serikali isiweze kabisa kabisa kuwa na nguvu ya kufanya jambo lake lolote lile. Sasa nini tumefanya kwa, kwa, kwa serikali, baada ya kuwa tayari tuko na hii mifumo kwa mikono zetu, tunaweza kufanya zile peke zetu, tunataka leo sasa. Nimekuwa na mawasiliano uh, na kiongozi wa DP World. DP World world hii ni ile kampuni ambazo Eh, Samia Suluhu Hassan pamoja na majambazi wenzake walileta wakaipea bandari zetu wakaiuza. Nimewasiliana na group chairman wao ambaye pia na, na pamoja na CEO wa DP World, anaitwa Bwana Sultan Ahmed bin Sulaiman. Huyu mjamaa, huyu mjamaa pia ni chairman, ni, ni mjamaa mwenyekiti ya mabandari pamoja na mambo ya maforodha ya, uh, kuna kitu inaitwa Free Zone Cooperation, siwezi kupata kisahili kitamu, naomba mkasome hiyo jambo inaitwa Free Zone Cooperation peke yake huyu pia ni chairman. Sasa tumemwambia, tumeipelekea pia baada ya ma, uh, kuzungumza na huyu CEO, tumeongea pia na secretariat ambayo ya DP World sio ile ambayo iko kwa Tanzania, tumeongea na secretariat ya makao makuu ambayo iko kwa mji inaitwa Expo City, Dubai, uko mchini ya Dubai, ndani ya mji inaitwa Jabal Ali kwa PO Box 170000 na namba yake ya simu huyo chairman, unaweza mkachukua mka put pressure kwa raha zenu, ni plus 97148811 kumi na moja kumi. Na Abil, iandike ndi hapo wamsumbue sumbue huko iandike hapo okay, kama unaweza. Uh, na email yao ya ya secretariat. Sio ile email tu ya, ya DP World secretariat. Ni info@dpworld.com secretariat. Tumemweleza CEO pamoja na group chairman Bwana Sultan Ahmed bin Suleiman kwamba nchi ya Tanzania sasa hivi Generation Z ambayo ni sisi tume, tunapinga kwa kivikali kabisa utawala haramu ya Samia Suluhu Hassan na kupinga zetu tumekwanza, tumepeleka taarifa, tumemshitaki ICC. Na mimi binafsi nimeandika affidavit yangu, ni kiapo yangu peke zangu ina kurasa 168 na yenye ushahidi pamoja na mapasipoti yangu na ID yangu nimepeleka moja kwa moja kwa rais ya ICC mama Tomoko Akane, kumwambia kwamba nipo tayari kuthibitisha huu shahidi ambayo ninasema kwamba hawa watu wanauliwa. Nimempa tahadhari kubwa CEO ya DP World Sultan Ahmed Bin Sulaiman kwamba billions of dollars ile anayoeekeza kwa nchi ya Tanzania itakuja kumpatia hasara kubwa ambayo kwa historia ya DP World haijawahi kutokezea, kwa sababu tarehe 9 Desemba tunafanya maandamano makubwa isiyokuwa na mipaka eh, na tutakuwa kwa nje ya bandari yetu mali zetu, mali yetu kuhakikisha kwamba hakutakuwa kitu yoyote inaingia au inatoka. Lakini nikamhakikishia bwana eh, Sultan Ahmed bin Suleiman kwamba mahamisho zake ya kifedha yote yako uchi, kwa sababu tayari tuko na mifumo ya BOT na tutazuia eh, malipo zote yanaofanya kupitia Benki Kuu ya Tanzania, na nikamambatanishia na ushahidi eh, ya, ya zile eh, system tatu ambayo tumeshika peke yetu. Nimeambatanisha ushahidi kwamba asikuje akadanganywa na yule ma, ma, ma, mawache ya Tanzania kwamba yupo salama tupo na hiyo system na tunaweza kuchezea kwa raha zetu, vile peke zetu tunataka, kwa sababu tu hatuko na nia ya uh, kuharibu nchi. Nia yetu ni kuparalyze mifumo hii. Naomba ifahamike sana, nchi ni mali yetu sisi. Tunaparalyze ile mifumo haramu ambayo hawa majamaa wamejiekea. Nimemuomba sana afanye maamuzi ya haraka ndani ya wiki moja, kabla uh, ya kuingia Desemba kuhakikisha kwamba ana watu ambazo kawapeleka uh, ni waraia wa kigeni wanatumika kwa DP World, awaondoshe kwa nchi ya Tanzania haraka ile inawezekana, kwa sababu tunakwenda kubadilisha nchi yetu kikamilifu kabisa, kama vile ambavyo uh, ubalozi yote ya Tanzania tumepeleka uh, barua rasmi na kuwapigia masimu kuwaeleza tu ni juu, juu ya maandamano ile tunafanya, na nikawaambia mabalozi yote iambie raia zake kwamba sasa hivi sio muda mzuri ya kuja Tanzania kwa kuja kufanya eh, mambo ya, ya utalii kwa sababu eh, kuna maandamano makubwa na tutahakikisha hak makopakopa jamani, makopakopa na, ma, na marozirozi mnakuwa mnaweka virozirozi huku kwa hosi mnawekaweka sije wakalibutua waka lote mnapiga mna mnapiga hivyo mna mna mix mix mnaweka, hivyo, mnaweka na, lakini mwe, m, m, mshambulie zaidi huyo mm. Na tutahakikisha uh, uh, kwamba hakuna movement wala maisha yeyote inafanyika Tanzania. Tunahitaji attention tupewe spe zetu. So, so baada ya kupeleka mabarua kwa uh, Sultan Ahmed bin Suleiman Sulaim, ambaye yeye ni CEO, nikampigia na simu ya kawaida peke yake kwa ofisi yake, kwa sababu tu kuhakikisha ile barua na tahadhari ya dharura imekuwa imemfika kwa deski yake na kumpa muda mfupi sana ya kufanya maamuzi kwa faida yake, kwa sababu sisi sio mtu tuko na shida ya DP World. Sasa Uh, jiki zangu, naomba msikilize hii kitu kwa sababu vile tunataka kuhakikisha usiri wetu juu ya kuparalyze hii mifumo